Kamata mwanamke mmoja anaitwa Martha Japhet ambaye ana umri wa miaka 44 ni mnyamwezi na ni mkulima mkazi wa kitongoji cha Mzalendo kijiji cha Mawe Meru kata ya Nyarugusu wilaya Geita. Baada ya mahojiano makali, mwanamke huyu alikiri kwamba marehemu ni mume wake na kwamba siku hiyo ya tarehe kumi na moja majira ya saa tatu usiku mwanaume huyo alirudi nyumbani, lakini wakawa na ugomvi, ambapo ilimpelekea kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali, na baada ya kumshambulia mwanaume huyo alifariki dunia. Na baada ya kufariki akaamua kuchimba shimo ndani ya nyumba yao, na kisha akamfukia, na baada ya kumfukia akajaza kifusi juu na kuchukua magunia ya udaga na kuyapanga juu yake, hivyo alituonyesha eneo ambalo alimzika mwanaume huyo kwa kutumia kibali cha mahakama, tulifukua na tukikuta, tulikuta mwili huo ukiwa umeharibika vibaya na maiti ilionyesha kwamba alikuwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali. Naomba niendelee kutoa wito kwa jamii kwa kuacha kujichukulia sheria ya migogoro ya kifamilia. Tuna tuna kila siku tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na mauaji yanayo chanzo chake kikiwa ni ukatili wa jinsia, na tunasema ukatili kwa Geita huko pande zote mbili, wanaume wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha ikiwemo huyu, lakini wanawake wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha. Lakini sambamba na hilo, ziko tuhuma nyingi za watu kupotea na vyombo vya serikali vikihusishwa na hao watu kupotea. Lakini mwisho wa siku, unaweza ukakuta huyu mtu amedhuliwa au amepotezwa na mtu wa ndani ya familia. Kwa hiyo nitoa wito kwa jamii, pale mtu anapopotea, tusianze tu kuvitilia shaka vyombo, tuanze sisi wenyewe ndani na maadui walionao. Tukishirikiana, haya matukio tutayamaliza kabisa.